Kocha sijasikia vizuri hapo, apelekwa jela kocha, huyo kocha la makocha Miraji, mirajiaule mapema, ingie poa poa poa poa, mdogo wangu.